Mpendwa mtazamaji, karibu katika Dominika ya Matawi, Dominika ambayo inafungua wiki kuu, wiki ambalo linaeleza mafumbo ya ukombozi wetu, yaani kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alipitia katika mateso ya pale msalabani. Katika mwanzo huu wa wiki kuu, tunaanza na Dominika hii ya Matawi ambayo inaeleza Bwana wetu Yesu Kristo alipoingia Yerusalemu kwa shangwe. Wainjili wote watatu wanalieleza tukio hili hadi mwinjili Yohana. Tunaadhimisha siku ambayo Yesu aliingia Yerusalemu wazi wazi kama mfalme. Kabla ya siku hii kuweza kuadhimishwa Yesu alikuwa anakwenda Yerusalemu mara kwa mara kama Myahudi au kama Wayahudi wengine, hasa katika sikukuu za Pasaka alikuwa anaenda katika kuweza kusherekea sikukuu hizo akiungana na Wayahudi wengine, hakuweza kuingia kwa shangwe. Mara hii Yesu anaingia mara ya mwisho, kwa sababu baada ya hapo hatarudi tena Galilaya akiwa katika mwili huu anaingia akiwa tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya dhambi za wanadamu, ambayo ni Mathayo sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 11 ni ukumbusho wa Wakristo wote ambao wanamwamini Kristo wa madhehebu yote ya Kikatoliki na wale ambao ni Waprotestanti, kwamba Yesu Kristo alikuja kuja kumharibu yule adui shetani na kwa kumwaga damu yake pale msalabani wote tumekombolewa. Je, yeah, hii sherehe ya matawi ipo katika Biblia Takatifu? Ndiyo, ilianza katika Agano la Kale. Nabii Zakaria sura ya tisa aya ya tisa alisema Furahi sana, e binti Sayuni, paza sauti, e binti Yerusalemu. punda juu ya mwana punda, mtoto wa punda. Hivyo katika hilo utimilifu huo wa unabii wa huyu nabii e, Zekaria sura ya tisa unakuja kutimilika katika Injili ya Mathayo anaposema Yesu mwenyewe Yesu akaliingia kwa ushindi kule Yerusalemu. Walipokuwa wanakaribia Yerusalemu, alipofika eneo linaitwa Bethfage kwenye mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu akawatuma wanafunzi wake wawili, akasema, enendeni hadi katika kijiji ambacho kiko mbele yenu, na mara mtamkuta punda amefungwa na mwana punda pamoja naye. Zifungueni na mniletee. Mtu yoyote akiwauliza neno lolote, mtasema Bwana ana haja naye. Na wakafanya hivyo. Tunaipata habari hii kutoka katika Injili ya Matayo sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya kumi na moja. Sasa unabii huo ambao Yesu an, an, an, anautekeleza ni ule ambao alishazungumza nabii Zekaria kwamba Yesu ataingia Yerusalemu akiwa amepanda mwana punda. Kwa nini apande mwana punda, na kwa nini asipande a, farasi ambaye ndiyo alikuwa anatumika na wafalme mbalimbali, kuonyesha kwamba mfalme anayekuja ni shujaa, na farasi ndio alikuwa anatumika katika vita? Anapanda mwana punda kuonyesha kwamba yeye ni mnyenyekevu mfalme anayekuja yeye ni mfalme wa amani, yeye haji kupambana kwa kumwaga damu, haji kupambana kwa kutumia silaha, anakuja kupambana na shetani katika mambo ya kiroho. Jumapili ya matawi inaanza pale Yesu alipoamua kuanzia safari yake katika milima ya Mizetuni. Amewatuma hawa wanafunzi wawili, wameenda katika kile kijiji, kama nilivyozungumza wakamletea mwanapunda, walipomfungua punda akampanda, akaanza kuingia Yerusalemu kwa namna ya kushangaza sana. Ndipo umati wa watu wakaja wakaanza kutandika nguo zao na mavazi yao chini ya ardhi. Mwanapunda akaanza kupita katika, ile, katika zile nguo zao, na wakaanza kuimba nyimbo mbalimbali, hosana mwana wa Daudi. Na maneno haya hosana mwana wa Daudi walipokuwa wanaimba walikuwa wanasema kwamba utuokoe, hosana manake utuokoe, mwana wa Daudi. Wakasema wewe ndi mfalme ambaye unayekuja kwa jina la Bwana kama ilivyoandikwa katika Injili ya Luka sura ya 19 aya ya 11 hadi ya 12. Kwa hiyo umati mkubwa wanatandaza nguo zao barabarani, wengine wanachukua matawi ya miti wanatandaza barabarani, na matawi ambao walikuwa wameyachukua yalikuwa ni matawi ya mizeituni. Kwa nini walichukua matawi ya mizeituni? Kwa sababu katika ile nchi ambako Yesu alikuwa anaishi, ukiendea katika ile Israeli, mojawapo ya matawi ambayo yanaonyesha ukuu, yanaonyesha baraka ni matawi yale ya mizeituni, ambayo yanaonyesha amani, na pia kupitia matunda ya mizeituni tunapata mafuta haya ambayo ni ya baraka katika maisha yetu na katika ibada kwa hiyo matawi haya ya mizeituni kwamba wanamkaribisha mfalme wa amani, wanamkaribisha mfalme ambaye anakuja kuja kuwakomboa wakawa wanatandaza haya wanatandaza nguo zao na kunyanyua yale matawi, wanasema abarikiwe yeye anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni. Na katika tendo hili ambalo e, Yesu Kristo anapokuja kwa shangwe watu wanamshangilia, liliibuka kundi moja la Mafarisayo ambao walipata wivu, wakamwambia, Mwalimu, wakataze watu hawa wasifanye hayo mashangilio. Yesu akawaambia, kama tukiwakemea hawa watu wasipofanya hayo mashangilio, Mwenyezi Mungu anaweza akayainua mawe haya yakapiga kelele. Injili ya Luka sura ya kumi na tisa ayo ya arobaini watu wanamshangilia lakini viongozi wa dini wanawakataza watu wasimshangilie Yesu. Hivyo basi katika siku ya leo unatimilika ule unabii wote ambao ulikuwa umezungumzwa katika nabii, e, katika manabii mbalimbali kama nabii Zekaria alivyozungumza, yaani watu wanakuja wanamshangilia Bwana. Wataalamu mbalimbali wa maandiko matakatifu wanazungumza kwamba watu Hawakuweza kuelewa kusudi la Yesu ambalo alikuwa nalo. Hawa Wayahudi walizani kwamba Yesu sasa ndipo anaenda kubomoa ile ngome na utawala ule wa Kirumi. Wakajua sasa ndipo anaenda kurudisha ule ufalme kwa wana wa Israeli, ndio maana walishangilia sana. Alipofika Yerusalemu wakajua anaenda kumtoa Pilato, kubomoa ule ufalme, akawa amekaa kimya. Akawa wakavunjika moyo kwamba kwa nini hajatekeleza lile alilokuwa nalo na ndiyo maana basi, baada ya muda tu kidogo, kundi hili hili la watu waliokuwa wamemshangilia watafika pale watasema kwamba asulubiwe. Sherehe hii au sikukuu hii ya matawi kwetu sisi imebeba maana gani? Katika hii sikukuu ya matawi ambapo Yesu Kristo anaingia Yerusalemu kwa shangwe, nasi tunamkaribisha Bwana wetu Yesu Kristo aweze kuingia katika mazingira yetu, aweze kuingia katika mioyo yetu. Pote duniani leo hii yanafanyika maandamano. Maandamano hayo ambayo yanaanza mbali kidogo na nje ya kanisa, mbele unatangulia msalaba ambao umefunikwa, na baadaye, baada ya msalaba inafata chetezo. Wa chetezo kile manake kinaondoa uovu wote katika njia hizo. Baada ya hapo sasa, yanafata maandamano. Maandamano hayo wakiwa wanaimba hosana hosana hosana, wanaelekea katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, na wakifika katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, eh, padri anakuwa nyuma kabisa wakiwa wameshika matawi. Kwa sababu ya mazingira ya kwetu huku hatuna matawi ya mizeituni, tunachukua matawi ya mitende, ishara ya kumkaribisha Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wetu aje atukomboe, ambaye anaanza katika safari hii. Na tukifika kanisani, injili zitasomwa na baadaye injili ndefu itasimulia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, vile alivyosalitiwa, vile wale viongozi wa dini walivyompeleka kwa Pilato, na baadaye pia atakavyoweza kumwaga damu yake pale msalabani. Mambo gani tunapaswa kuweza kuyazingatia katika hii eh, tukio la Bwana wetu Yesu Kristo kuweza kuingia Yerusalemu kwa shangwe? Ya kwanza katika safari ya maisha mwanadamu hana amani yoyote yule Yesu Kristo asipokuwa ndani mwake. Yani, Yesu Kristo anapokuja ndani mwako, lazima uimbe hosana, manake niokoe, mwana wa Daudi. Yeye ndiye mbarikiwa, akiingia ndani mwako utabarikiwa, utaokolewa na kila aina ya ubaya. Matawi yale ambayo tunaenda kuweka ndani ya nyumba zetu yanakuwa yamebarikiwa, hivyo basi tunapeleka visakramenti katika nyumba zetu, kwamba nyumba zetu zibarikiwe, na matawi hayo yatakaa mpaka mwakani, kipindi ambacho tutaanza e, ibada ya toba ya kupakwa majivu. Kwa hiyo matawi hayo lazima yawekwe mahali pazuri, yani yawekwe mahali ambapo ishara kwamba nyumba hii imebarikiwa. Matawi hayo hayapaswi kuweza kutupwa kwa sababu yamebarikiwa, na ndiyo ibada inafanyika dunia nzima. La pili kuingia kwa Bwana wetu Yesu Kristo eh, Yerusalemu, kwa shangwe ambapo aliweza kuulilia ule mji wa Yerusalemu kabla hajaingia. Inaonyesha wazi kwamba hata sisi wenyewe tukiwa katika maisha yetu tukifika hatua tukamkataa Masiha, nyumba zetu, miji yetu itaangamia, itabomolewa, alitasalia jiwe wala jiwe. Yesu aliulilia Yerusalemu, Akasema, ungejua siku ile ambapo ya unapaswa kuweza kuyafanya mambo makubwa, urekebishe maisha yako kabla ujije kuharibiwa, ungefanya mambo hayo. Hivyo basi katika siku ya leo, nasi lazima tuondoe kila aina ya ubaya, tumpokee Yesu katika maisha yetu, aweze kuingia ndani mwetu kwa furaha, yeye aliye ni mkombozi wetu. Watu wanamshangilia Yesu anapoingia Yerusalemu. Jambo la tatu katika maisha utakutana na watu ambao watamshangilia, watakushangilia, watakupongeza, watatandika nguo zao uingie kwa furaha. Nyakati za furaha zipo, zifurahie hizo nyakati, ila watu hawa hawa siku moja watakuja kuja kugeuka, na baadaye watasema usulibiwe, watakuhukumu, utachukua msalaba wako, watakutundika. Ndivyo maisha yalivyo. Maisha ni fumbo. Nyakati kama hizo zikija, usishangae kwa sababu Yesu Kristo alifanyiwa mambo kama hayo. Na jambo la nne kubwa sana katika hii e, sikukuu ya Bwana wetu Yesu Kristo kwenda kuingia Yerusalemu kwa shangwe ni hili: punda aliyembeba Bwana wetu Yesu Kristo, yule punda aliyekuwa amembeba Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikuwa ni punda mdogo. Alipombeba Yesu thamani ya punda iliongezeka. Punda alitandikiwa nguo, punda alipita kwenye nguo safi, punda akapungiwa yale matawi, punda akajishangaa, akadhani kwamba umelala masikini, umeamka tajiri, ametandikiwa nguo, akaingia in Yerusalemu. Punda ambaye alikuwa hawezi kuingia hivi hivi, akaingia in Yerusalemu kwa shangwe. Kuna baadhi ya watu wanazungumza kwamba punda yule alipomshusha Yesu, aliporudi mtaani akataka tena kupita kwenye ile mitaa, alipigwa sana. Akashangaa, kwa nini wale watu ambao walikuwa wamenitandikia nguo sasa hivi wananipiga? Kwa sababu alikuwa amemshusha Yesu. Katika safari ya maisha yako usije ukamshusha Yesu. Thamani yetu inakuwa ni kubwa kwa sababu tumembeba Yesu katika maisha yetu. Ukimwondoa Yesu ndani ya maisha yako, thamani yako imepotea. Hivyo sikukuu ya matawi ya Bwana wetu Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe ikufanye umtunze Yesu, usije kaondoa uwepo Yesu katika maisha yako ili thamani yako iweze kuwa kubwa zaidi. Na katika haya matukio makubwa fuatilia hatua kwa hatua ili uweze kuunganika na Kristo na baadaye uje usherekee sherehe ya ufufuko wa bwana wetu yesu Kristo. Kristo aweze kufuka ndani ya maisha yako, akubariki na kulinda. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.